Ndugu zangu wasikilizaji, karibu tena kwenye Tunu za Kiswahili. Hapa ndipo tunapokusogezea simulizi zenye mafunzo, methali na hekima za maisha. Usisahau kusubscribe kwenye Tunu za Kiswahili ili uendelee kupata hadithi za kusisimua kila siku. Leo tunayo hadithi ya kipeke yenye kichwa Amani Ndiyo Njia ya Mafanikio Yangu. Karibu tusimulie hadithi hii yenye mafundisho makubwa. Methali husema: Amani ni mama wa maisha. Vita ni kaburi la ndoto. Katika kijiji cha Nyandoto aliishi kijana aitwaye Hassan. Hassan alikuwa na ndoto kubwa. Alitamani kusomesha wadogo zake, kujenga nyumba ya familia na kuanzisha biashara yake ya kilimo. Lakini zaidi ya vyote, Hassan alijua kuwa ndoto hizi haziwezi kufanikishwa bila amani. Kijiji cha Nyandoto kilibarikiwa na mashamba yenye rutuba mito ya maji safi na watu wachapakazi. Wakulima walisaidiana, wafanyabiashara walishirikiana, na vijana walihusiana kama ndugu. Amani iliwapa nafasi ya kila mtu kuamka asubuhi na matumaini ya kesho bora. Methali nyingine yasema, samaki mkunje angali mbichi. Vivyo hivyo waliijenga jamii yao wakiwa bado na amani wakijua mustakabali bora huandaliwa mapema. Lakini miaka michache baadaye, fitina na chuki zilianza kujitokeza. Watu wachache walileta maneno ya mgawanyiko, wakichochea uhasama kati ya makundi. Biashara zilianza kusimama, mashamba hayakulimwa kwa bidii kama zamani, na hofu ikaenea. Hassan aliona wazi jinsi amani ilivyokuwa mhimili wa kila mafanikio. Bila amani, kazi ya mkulima hukauka biashara ya mfanyabiashara huanguka, na ndoto za kijana zinayeyuka. Hassan alisimama katikati ya vijana wenzake na kuhubiri amani, ndiyo njia ya mafanikio yangu na mafanikio yetu sote. Tukivunja amani, tunavunja ndoto, lakini tukilinda amani, tunalinda kesho zetu. Maneno yake yaligusa nyoyo za wengi, walikumbuka methali ya mababu: mti wa amani uking'olewa, kivuli chake hakirudi tena. Kwa jitihada za pamoja, vijana na wazee walikaa chini, wakaweka tofauti zao kando na kuamua kushirikiana tena. Pole pole kijiji kikaanza kufufuka, mashamba yalilimwa, biashara zikafunguliwa upya na tabasamu likarejea nyusoni mwa watu. Hassan alipata fursa ya kuanzisha shamba la mboga na matunda ambalo baadaye lilimsaidia kupeleka wadogo zake shule na kuijenga nyumba ya familia. Hii hadithi inatufundisha kwamba amani si zawadi ya bure, bali ni urithi wa thamani unaohitaji kulindwa. Bila amani, hata jitihada kubwa zaidi hubaki kuwa ndoto tupu. Na kama methali inavyosema, nyumba ya jirani ikiteketea, moshi wake hufika kwako pia. Ndugu msikilizaji, kumbuka, amani ndiyo njia ya mafanikio yangu, yako na ya jamii nzima. Usisahau kusubscribe kwenye Tunu za Kiswahili ili uendelee kupata simulizi za kusisimua na zenye mafunzo. Mpaka wakati mwingine, tuzilinde amani zetu.